Naam, na, tukiendelea kwamba wakazi wa kaunti za Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii na maeneo jirani walijitokeza kwa wingi kutizama mwili wa mwendazake Raila Amolo Odinga katika uwanja wa Mamboleo. Naam, hata ingawa hafla hiyo ilijawa majonzi, wengi wao walifika katika uwanja huo walimsherehekea Raila Odinga kwa kushinikiza kuwepo kwa katiba mpya na demokrasia nchini. Naam, Stephen Leto alikuwepo, hii hapa taarifa yake. Katika uwanja wa Mamboleo leo kulikuwa na mambo. Kabla ya jua kuchomoza katika jiji la Kisumu, wenyeji walitapakaa kwenye barabara zote zinazoelekea uwanja wa Mamboleo. Baada ya muda mchache uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta Kisumu ulifurika furifuri, nyimbo za kumsifu Odinga zikiteka anga, huku majonzi yakigeuka kumsherehekea Odinga na michango yake kwa taifa la Kenya. Kisumu, ambayo imekuwa kitovu cha siasa za Odinga na chama chake cha Chungwa, ikijitokeza kwa aina yake kumpungia mkono wa kwaheri Baba Raila Amolo Odinga. Usalama ukiimarishwa huku waombolezaji wakielekezwa sehemu ya kutizama mwili wa Odinga na sehemu ya kuondoka uwanjani uwanjanibt Waliofika hapa kutizama mwili wa Odinga wakiipa familia ya Odinga pole na kuahidi kufika Bondo hapo kesho. Baada ya maelfu ya wafuasi wa Odinga kutoka kaunti ya Kisumu na maeneo mengine kufika hapa katika uwanja wa Mamboleo, sasa macho yote yameelekezwa kwenye eneo bunge la Bondo, kaunti ya Siaya, ambapo safari ya mwisho ya Raila Odinga itafika kikomo kesho. StephenLetoro, Ninga ya Citizen, wanja wa Mamboleo Kisumu.